Kwa ujumla ndoto ni mfululizo wa picha, mawazo, mihemko na hisia ambao hutokea akilini, na kwa kawaida ndoto hutokea bila makusudi, yani bila mtu kupenda, na ndoto hizi hutokea hatua kwa hatua, wakati fulani hivi mtu anapokuwa usingizini. Kwa hiyo ndoto ni mfululizo wa picha, mawazo, mihemko na hisia ambayo hutokea akilini wakati mtu anapokuwa amelala, na ndoto huja tu, mtu adhamiri, hapangi kwamba leo ataota ndoto hii na hii, ndoto utokea tu. Yaliyomo na malengo ya ndoto mara nyingi huwa hayaeleweki vizuri, ingawa tangu zamani yamezungumzwa, yamediskasiwa sana katika sayansi hasa elimu nafsia na hasa katika dini kwa kiasi kikubwa. Ndoto zinatokea wakati wa usingizi, mtu anapokuwa amelala ndipo ndoto hutokea. Ni wakati ambao utendaji wa akili ni mkubwa, karibu sawa na mtu anapokuwa macho. Nam, unapokuwa umelala na wakati unaota, kwa mujibu wa sayansi, utendaji wa akili unakuwa mkubwa sana karibu sawa sawa na mtu ambaye anakuwa yupo macho wakati mwingi. Ndoto zinapomtokea mtu wakati wa usingizi, anapoamka, anapozinduka, ndoto nyingi huwa amezisahau. Nam, wengi wetu tunapolala twaota ndoto nyingi mno, lakini tukiamka asubuhi, ndoto nyingi tunakuwa tumezisahau, twakumbuka ndoto chache tu na kwa ujumla muda wa ndoto unaweza kuwa ni kati ya sekunde chache mpaka dakika ishirini hadi thelathini. Na kwa ujumla mtu huota ndoto, ndoto moja huchukua sekunde kadhaa, na ikiwa ndefu zaidi itaenda dakika ishirini mpaka dakika thelathini. Na kwa wastani watu wanapata ndoto tatu hadi tano kwa usiku mmoja. Naam, unapolala na ukamka, kama ni muotaji wa ndoto. Kwa wastani watu huota ndoto tatu mpaka tano kwa usiku mmoja, lakini wako baadhi ambao hufikia ndoto saba na hata nyingi zaidi ya hizo, lakini mara nyingi zote husahaulika. Zinazokumbukwa ni tatu, labda wakati mwingine tano. Nyingi huwa hatuzikumbuki kabisa. Na wanasema wataalam, mara nyingi watu hukumbuka ndoto pale tu anaposhtuka usingizini. Labda mtu ameota ndoto na akashtuka wakati huo huo, ukimwambia umeota nini, anaweza kusimulia. Lakini kama ataota ndoto na akawa bado amelala, akaamka asubuhi, ukimwambia akwambie ndoto nyingi, anakuwa amekwisha zisahau ndoto zinaweza kuwa za aina mbalimbali nje ya uwezekano katika maisha ya kawaida: ndoto za ajabu ajabu, ndoto za kutisha, ndoto za kusisimua. Lakini pia wakati mwingine watu huota ndoto za kishirikina, wakati mwingine watu huota ndoto za kijinsia, ndoto za kusikitisha na kadhalika. Lakini pia ndoto wakati mwingine huwa ni ndoto za kumsaidia mtu na hii watokea hasa wasanii. Baadhi ya wasanii wota ndoto anaposhtuka, kile ambacho amekiota basi ukifanyia kazi. Kwa kawaida ndoto hutokea nje ya udhibiti wa mtu. Ndoto inapokuja, mtu mwenyewe kuizuia huwa ni ngumu, hawezi kuizuia. Ni nadra sana mtu kuzuia ndoto ambayo anaota isiweze kuendelea. Katika Ugiriki ya kale na Roma ya kale watu walisadiki ndoto zinaleta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam, katika Ugiriki ya kale, Roma ya kale waliamini kwamba mtu anapoota ndoto basi huo ni ujumbe, ujumbe ambao unatabiri kuhusu kesho yake, ujumbe ambao umetoka kwa Mungu. Hayo ni machache kuhusu ndoto. Sasa moja kwa moja kupitia hapa Chakula cha Ubongo twende tukaangazie maana ya ndoto za kifo. Kama umewahi kuota mara kwa mara ndoto za kifo, basi hapa leo niko na ndoto kadhaa ambazo zahusu kifo. Nitakupa pia maana yake. Moja, ukiota ndoto umekufa maana yake ni kwamba utapata kazi yenye mamlaka au utafanya kazi kwa mtu mwenye uongozi aidha wa dini au serikali. Mbili, ukiota umetiwa kaburini na unazikwa, hiyo ni ishara ya kwamba utakufa maskini. Tatu, ukiota mtu amekufa na wewe unaamini kwamba mtu huyo bado yuko hai, hiyo ni ishara kwamba mtu huyo atakuletea ujumbe mzito wa kimungu. Nne, ukiota umekufa lakini huna dalili za kufa na wala haumwi, na umeota umekufa, watu waliopo hawalii wala hakuna ishara za maombolezo, maana yake ni kwamba utawadhibiti wapinzani wako au wafanyakazi wenzio au watu unaofanya nao kazi lakini utapoteza mali zako. Tano. Ukiota umekufa na ukaona kwamba unaonekana kama maiti na umevishwa sanda, maana yake ni kwamba utapata matatizo makubwa ya kidini. Sita. Ukiota watu wana majonzi na wapo wanakulilia ya kwamba umekufa, hiyo ni ishara ya wewe kupanda hadhi yako au kupata cheo katika dunia. Ukiota umekufa na ukazikwa, ni ishara ya kwamba unaweza ukaishi muda mfupi na ukafa bila ya kutubu madhambi yako. Nane, ukiota umetoka kaburini kwako baada ya kuzikwa hiyo ni ishara kwamba utatubu madhambi yako. Ukiota umekufa na watu wamekubeba kwenye mabega yao, wanakupeleka kukuzika, hiyo ni ishara ya kwamba utawashinda maadui zako na unafaa kuwa kiongozi. Ukiota umekufa halafu ukawa hai au ukafufuka, hiyo ni ishara kwamba utapata utajiri na ufukara utakuondoka, au utatubu dhambi zako, au kurudi salama kwa yule aliyesafiri. Ukiota mwanamke amekufa amefufuka, hiyo ni ishara ya kupata mvua kubwa. Pia wakati mwingine ndoto za kuota mwanamke amekufa ni ishara ya kifo cha mtoto. Ukiota mtu aliyekufa anakuambia kwamba yeye hajafa, hiyo ni ishara kwamba huko aliko ana hali nzuri, huko aliko mambo yake ni mazuri. Ukiota unabeba maiti, maana yake ni kwamba utabeba chakula utakachopewa na mtu ambaye hapendi mambo ya dini, hapendi mambo ya Mungu. Ukiota umebeba maiti katika njia ambayo ni tofauti na watu wengine, na unakwenda kumzika, hiyo ni ishara kwamba utapata fedha za haramu. Ukiota unambeba maiti na unakwenda kumzika, hiyo ni ishara kwamba utafanya kazi kwa kiongozi wa kisiasa. Ukiota unamwona mtu aliyekufa akiwa mgonjwa, hiyo ni ishara ya kuwa huko aliko yuko na matatizo makubwa. Ukiota maiti wakitoka kwenye makaburi yao na wakavamia chakula na kukila, hiyo ni ishara ya kupanda kwa bei ya chakula. Ukiota maiti wanakunywa maji ya bombani au kisimani, hiyo ni ishara ya kutokea maradhi mabaya. Ukiota mtu aliyekufa anakufa tena au anawatembelea watoto wake au familia yake, hiyo ni ishara ya kwamba huyo aliyetembelewa atakufa. Kama ukiota huyo mtu aliyekufa hakuna mtu anayemlilia au kuomboleza hiyo ni ishara ya kufanyika harusi. Ukiota mtu aliyekufa anazungumza jambo kuhusu yeye mwenyewe, basi jambo hilo ni la kweli. Ukiota maiti anakuambia chochote halafu kitu hicho hakikutokea, basi tambua kwamba utakuwa na matatizo makubwa katika kutimiza ndoto zako. Ukiota unamuona aliyekufa akiwa nadhifu na amevaa nguo nyeupe au ya kijani, basi hiyo ni ishara ya kwamba huko aliko ana hali nzuri. Ukiota unamuona aliyekufa akiwa mchafu na analia, hiyo ni ishara kwamba huko aliko yupo katika hali mbaya. Ukiota unamswalia maiti hiyo ni ishara kwamba umuombee maiti huyo, au umtembelee kaburini kwake, au utakuwa mstari wa mbele kupingana na watu wenye roho mbaya, au utaagana na mtu aliyesafiri mbali, au utawahudumia wasiojiweza. Ukiota mke wako amekufa wa halafu akafufuka hiyo ni ishara ya kupata faida kubwa katika biashara, au kupata mavuno makubwa katika shamba lako. Ukiota umeona maiti imetupwa, hiyo ni ishara kwamba utaokota fedha. Ukiota unatembea nyuma ya mtu aliyekufa, hiyo ni ishara ya kwamba utafuata nyayo zake. Ukiota umemwona kiongozi wa dini amefariki, hiyo ni ishara kwamba itakwenda kutokea vita katika mji huo. Ukiota vita katika mji ni ishara ya kwamba kiongozi wa dini atafariki au kiongozi wa dini amekufa. Ukiota umekufa bila sababu yoyote, kama kuugua au kuonyesha hali yoyote ya kufa hiyo ni ishara ya kuishi maisha marefu kwako. Ukiota umekufa kwa kupata matatizo makubwa au kuugua maradhi makubwa, hiyo ni ishara kwamba hutendi haki kwako mwenyewe na kwa watu wengine. Ukiota umekufa na umewekwa kwenye mkeka au busati, hiyo ni ishara kwamba Utapata mafanikio ya kidunia. Ukiota umekufa na umelala kwenye takataka, hiyo ni ishara ya kupoteza cheo chako. Ukiota umekufa na umelala kitandani, hiyo ni ishara kwamba utanufaika na familia yako. Ukiota umesikia habari za kifo kwa mtu ambaye hafahamiki, hiyo ni ishara kwamba uwe mwangalifu na mafanikio ambayo unayapata katika shughuli zako za kidunia, kwa sababu unaweza ukahusishwa na kashfa za kidini. Ukiota mtoto wako wa kiume amekufa, hiyo ni ishara kwamba utanusurika na maadui zako. Ukiota mtoto wako wa kike amefariki dunia hiyo ni ishara kwamba utapata ufumbuzi wa changamoto zako zinazokusumbua. Ukiota umekufa na ukazikwa, hiyo ni ishara kwamba utapata uhuru, vinginevyo kama ulipewa mali au kitu ukihifadhi, basi mwenye kitu hicho atataka kitu chake umrudishie. Ukiota umekufa na ukazikwa, maana yake ni kwamba utaoa au utaolewa. Ukiota mgonjwa ameoa katika ndoto, ni ishara kwamba mgonjwa huyo atafariki. Ukiota mtu aliyeoa amefariki na akazikwa, hiyo ni ishara kwamba atamwacha mkewe au atavunja uhusiano wa kibiashara na mshirika wake, au atatengana na ndugu zake, au atahama kutoka nchi hiyo kwenda nchi nyingine, na kama akiwa ameshahama basi atarudi kwao katika nchi yake. Ukiota unatembea katika kundi la maiti, hiyo ni ishara kwamba utapata safari ndefu, au ishara ya kupata faida kutokana na safari. Ukiota unakula nyama ya maiti, hiyo ni ishara kwamba utapata furaha. Ukiota maiti anakula chochote, hiyo ni ishara ya kwamba kitu hicho kitakuwa bei yake ni ghali. Ukiota umelala juu ya meza ya kuoshea maiti, hiyo ni ishara kwamba dhambi zako zitafutwa au utalipwa madeni yako. Ukiota maiti anakwambia umfurie nguo zake, hiyo ni ishara kwamba anahitaji umfanyie maombi na umsamehe kwa yale yote aliyokukosea, au anakuhitaji wewe umlipie madeni yake aliyoacha duniani, au anakuomba umuombe kwa watu aliyowakosea wamsamehe. Ukiota unafua nguo za maiti hiyo ni ishara kwamba utapata nafuu katika matatizo yako ambayo yanakusumbua. Ukiota unasafirisha maiti kwenda makaburini hiyo ni ishara kwamba unayoyafanya ni sawa. Ukiota unasafirisha maiti na ukawapeleka sokoni hiyo ni ishara kwamba mali zako unazotaka kuziuza zitakwenda kuuzika kwa upesi. Ukiota maiti anakwambia anaumwa na kichwa, hiyo ni ishara kwamba anapata matatizo ya kuulizwa maswali kutokana yeye kukiuka dini. Ukiota kwamba baba yako au mama yako aliyekufa anaishi tena, hiyo ni ishara kwamba utapata nafuu ya maisha na utaondokewa na hofu ya maisha. Ukiota maiti analalamika kuhusu mkono wake wa kushoto hiyo ni ishara kwamba anapata matatizo kuhusu haki ya ndugu zake au mshirika wake wa kibiashara au kiapo cha uongo alichokifanya. Ukiota maiti kuhusu pande wake mmoja kumuuma, hiyo ni ishara kwamba anapata matatizo makubwa kuhusiana na kuvunja uhusiano na familia yake na kushindwa kutekeleza wajibu wake kuhusiana na nyumba yake. Ukiota maiti analalamika kuhusu miguu yake, hiyo ni ishara kwamba anapata matatizo makubwa kuhusiana na kupoteza maisha yake kwa rushwa na uongo. Ukiota maiti analalamika kuhusu nyayo zake hiyo ni ishara kwamba anapata matatizo kuhusu utajiri ambao aliutumia kwa njia za uongo na njia za udanganyifu alizokuwa akipata mali zake. Ukiota unampa maiti chakula na kinywaji, hiyo ni ishara kwamba utapoteza pesa. Ukiota unampa maiti nguo ya kuvaa, hiyo ni ishara kwamba utapata uadui na maradhi makubwa. Ukiota maiti amekupa sanda yake uvae, hiyo ni ishara kwamba utakufa siku si nyingi. Ukiota maiti amekupa asali katika ndoto, hiyo ni ishara kwamba utapata yale alokuwa akiyafanya katika wakati wake. Ukiota chochote unachopewa na maiti katika ndoto, ni ishara ya habari nzuri na baraka kwa ujumla. Ukiota maiti amekushika mkono na mnatembea kwa pamoja, hiyo ni ishara kwamba utapata pesa katika njia ambazo haukuzitegemea. Ukiota unazungumza na maiti, hiyo ni ishara ya kuishi maisha marefu. Ukiota unambusu mtu anayefahamika ambaye amefariki dunia, hiyo ni ishara kwamba utapata kile ambacho alikuwa nacho yeye. Ukiota unafanya mapenzi na maiti katika kaburi lake, hiyo ni ishara kwamba utazini au utachanganyika na watu waovu au utapoteza pesa zako kwa kutapeliwa. Ukiota mwanamke aliyekufa amekuwa hai, alafu ukafanya naye mapenzi, hiyo ni ishara ya kwamba unajuta kwa yale uliyoyafanya na utapata hasara usiyoitegemea. Ukiota unafunga ndoa na maiti na ukaenda kuishi naye katika nyumba yake, hiyo ni ishara ya kifo ni kwamba utakufa siku si nyingi. Ukiota unamfuata maiti na ukaingia katika nyumba usiyoijua, hiyo ni ishara kwamba unakaribia kifo chako na hutopona maradhi uliyokuwa nayo. Ukiota unapigwa na maiti, hiyo ni ishara kwamba umefanya dhambi ambayo unapaswa uombe msamaha. Ukiota mtu aliyekuwa hai anampiga maiti, hiyo ni ishara kwamba unafanya yale mambo ambayo marehemu alitaka uyafanye kipindi yuko hai. Ukiota umelala na maiti katika kitanda kimoja hiyo ni ishara ya kuishi maisha marefu. Ukiota maiti wametoka katika makaburi na wanauza vitu, hiyo ni ishara kwamba mali zitakwenda kudorora katika masoko. Ukiota maiti anafanya tendo zuri katika ndoto, hiyo ni ishara kwamba anakutaka kwamba wewe ufanye hivyo. Ukiota mama yako amekufa katika ndoto hiyo ni ishara kwamba utapoteza mali zako na starehe zako na utapata matatizo makubwa kimaisha. Mgonjwa akiota ndugu yake amekufa ya, hiyo ni ishara kwamba atafariki yeye, vinginevyo mmoja katika ndugu zake atafariki. Na mgonjwa akiota ndugu yake amekufa ya, hiyo ni ishara kwamba atafariki yeye vinginevyo mmoja katika ndugu zake atafariki. Ukiota unajibu wito wa maiti, maana yake kwamba utamfuata huko aliko. Ukiota maiti anazama katika maji, hiyo ni ishara kwamba wewe utajihusisha katika dhambi mbaya sana. Ukiota maiti wengi wametoka makaburini na wanakwenda kwenye nyumba zao, hiyo ni ishara kwamba wafungwa wengi wataachiliwa kwa msamaha. Ukiota kiongozi amefariki, hiyo ni ishara kwamba kuna udhaifu katika jeshi lake au serikali yake. Ukiota umefiwa na wazazi wako, hiyo ni ishara ya kwamba utapata matatizo makubwa ya kifedha. Ukiota umefiwa na mkeo, hiyo ni ishara ya kwamba raha ulizokuwa ukizipata zitakwisha. Ukiota umefiwa na mtoto wako wa kiume, hiyo ni ishara kwamba jina lako litakuwa kubwa baada ya wewe kufariki. Ukiota maiti anamwombea maiti mwenzie, hiyo ni ishara kwamba mambo unayoyafanya ni ya uongo au wewe unadanganya. Na mwanamke aliyeolewa akiota ameolewa na maiti, hiyo ni ishara kwamba atapata ndoa. Na mwisho, tukaangazie tafsiri fupi kiduchu kuhusu ndoto za nyoka. Kama umewahi kuota nyoka ndotoni, zipo maana nyingi sana, lakini kiduchu, kabla sijaondoka nikwambie tu, unapo muota nyoka amekufa ni ishara umeepushwa na uadui na shari yake. Unapomwota nyoka mdogo ni ishara ya kupata mtoto. Unapoota umemua nyoka juu ya kitanda chako, maana yake utafiwa na mkeo, yaani mkeo atafariki dunia au mumeo atafariki dunia. Ukiota umemua nyoka kwa fimbo ni ishara ya kwamba utakwenda kuoa mwanamke ama kuolewa siku si nyingi. Ukiota umemua nyoka kwa jiwe, hiyo ni dalili ya kuisha kwa matatizo na changamoto ambazo zinakukabili. Ukiota umemua nyoka kwa upanga na kumgawa vipande vitatu, maana yake utamwacha mkeo kwa talaka tatu. Ukiota joka kubwa linajizongazonga mulini mwako hiyo ni dalili ya jini ambaye ameingia kwenye mwili wako na sasa anatafuta sehemu ya kujificha ndani yako. Ukiota unafukuzwa na nyoka, hiyo ni dalili ya kuwa jini aliyekuingia hajakaa vizuri mulini mwako au ni jini afriti, jini mbaya, na anakuandama. Ukiota una nyoka shingoni mwako ukamkatakata maana yake utakwenda kutoa talaka kwa mkeo. Yote kwa yote, nikwambie tu, kuota ndoto za nyoka mara kwa mara ni dalili ya wewe unajini mahaba au unajini mahaba anakuandama kwenye mwili wako. Na kama wewe ni mwanamke unaota ndoto za nyoka mara kwa mara, maana yake ni kwamba unajini mahaba wa kiume, maana yake ni kwamba huyo jini anakuharibia nguvu zako za kike, anakuharibia mipango yako usiweze kuolewa. Vivyo hivyo kama wewe ni mwanaume unaota ndoto za nyoka mara kwa mara, una jini mahaba wa kike ambaye anakuharibia nguvu zako za kiume, anakuharibia kazi zako, anakuharibia maisha yako, na maisha yako yanakuwa magumu, kila ukifanya hakiwezi kuwa ndoto za nyoka za mara kwa mara kwa mwanamke, kwa mwanaume ni ndoto mbaya, ni ndoto za mikosi, ndoto za nuksi. Fanya haraka upate tiba, fanya haraka uweze kuwa huru, waone wataalam, nenda kwa kiongozi wako wa dini ukapate maombi, ukapate dua uweze kuwa salama, salama, salama.